Msemaji mkuu wa serikali Gelson Msigwa ametoa taarifa hii na ambayo ni ufafanuzi kwa nini Tanzania inapanga kununua umeme kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kanda ya kaskazini. Ufafanuzi: moja, umeme uliopo katika gridi ya taifa unazalishwa kutoka ukanda wa kusini mashariki na hivyo kulazimika kusafirishwa umbali mrefu kwenda maeneo mbalimbali nchini, hali inayosababisha upotevu mkubwa wa umeme. Mbili, kwa kanda ya kaskazini upotevu wa umeme unaosafirishwa umekuwa ukisababisha hasara ya zaidi ya shilingi bilioni 32 kwa mwaka. Tatu, kutokana na upotevu huo na usafirishaji mrefu wa umeme, kanda ya kaskazini imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa ya kukatika kwa umeme mara kwa mara hali ambayo inawaathiri wananchi. Nne, ununuzi wa umeme kutoka Ethiopia utasaidia kuondoa changamoto ya kukatika kwa umeme mara kwa mara na kuokoa upotevu mkubwa wa umeme unaokwenda katika kanda hiyo. Tano, aidha gharama za umeme unaonunuliwa kutoka Ethiopia ni nafuu kutokana na Tanzania kuwa mwanachama wa gridi ya umeme ya ukanda wa kaskazini mwa Afrika ambapo nchi zina makubaliano ya kuuziana umeme kwa gharama nafuu ambayo inalingana ama ni chini ya gharama za uzalishaji umeme zilizopo sasa hapa Tanzania kwa baadhi ya vyanzo vyetu. Sita, utaratibu wa Tanzania kununua umeme kutoka nchi jirani umekuwa ukifanyika tangu miaka mingi, hususan ni mikoa ya pembezoni ambayo ni Rukwa kutoka Zambia, Kagera kutoka Uganda na Tanga kutoka Kenya. Lengo kuu la kununua umeme kwa ajili ya maeneo ya pembezoni mwa nchi ni kuimarisha gridi ya taifa na kuiwezesha nchi kuwa na njia mbadala ya kupata nishati ya umeme pale kunapotokea changamoto katika gridi ya taifa. Hali kadhalika, Tanzania ina mpango wa kuuza umeme katika nchi majirani zetu kupitia mpango wa soko la pamoja la umeme ama kupitia gridi ambazo ni wanachama. Mojawapo ya makubaliano ya ukuu wa nchi katika mkutano wa nishati uliofanyika hivi karibuni Dar es Salaam ni kuuziana umeme